Narejea kwa magoti kama nilivyomwendea Mheshimiwa Rais kumwombea binti yangu msamaha. Namshukuru sana, nimefurahi. Yani hapa nina furaha sana, ninakushukuru sana mama. Mama, nilikuja mbele yako nikiwa na hali mbaya, sku nilikuwa naumwa, lakini nikaona njia pekee ya kumsaidia binti yangu ni kukuja mbele yako. Hatimaye leo unajisikia furaha, niko na binti yangu kama nilivyoelezea mengi kuhusu mwanangu, ndivyo leo navyojisikia furaha sana ninavyomuona niko naye hapa mama. Asante. Mwenyezi Mungu akulipe, Mwenyezi Mungu akulinde, Mwenyezi Mungu akusimamie mama. Tunashukuru familia, familia yote imenituma tena leo. E, usisahau kumshukuru huyo mama, maana bila kauli yako sijui kama hapa ningekuwa nimekaa na mwanangu. Nashukuru sana, yangu ni hayo tu. Kipindi chote alichokamatwa mwanangu kimeniathiri sana. Mii, mimi nimi, ni mgonjwa nimekuwa ni mtu wa kulazwa kila siku hapa Dar es Salaam. Kwanza amekamatwa. Yaani leo hii ndo najisketi na nafuu, lakini mimi kula kwangu ni tabu. Presha yangu mimi huwa ni ya kupanda, siku zote na kushuka. Lakini mpaka dakika hii kuna madaktari watadhibitisha hapo. Kila nikipeleka sasa hivi iko juu, nikirudishwa iko chini na sukari hivyo hivyo nilikuwa nimeshindwa kubalance. Ni jana tu nilikuwa naongea na daktari akanambia sasa mama anashindwa nikusaidie vipi? Maana ukija nakupa dawa presha imepanda. Wakikurudisha imeshuka. Unawaza nini? Lakini yote kwa yote, yote shida ilikuwa ni binti yangu tu na imani alhamdulillah, sasa hivi nitaka sawa. Ndio vijana ambao ni watoto wangu, kama alivyonifa, ninawaomba wanangu, kabla haujafanya chochote, kumbuka nyumbani, kumbuka ulipotoka, kumbuka mimi nimetoka Bukoba, yani harahara, baada ya kusikia shida za binti yangu. Mnafanya vitu kwa kwenu kwa upande wenu, lakini hamjui, na sisi mnatuumiza, mnatuathiri wazazi. Mimi mpaka hapa nina shida, yani maradhi yangu yamepanda zaidi ya nilivyokuwa. Naomba mtafakari kabla hamjafanya mambo, yani msifanye mambo kwa kukurupuka. Tuhurumie sisi, mtatuua. Mimi afya yangu mpaka hapa ni mbaya sana, yani ni mbaya. Ni kwa ajili yetu ya binti yangu, lakini na imani yeye hakujua linaweza likawa kubwa kufikia huko. Alifanya fofani kama mnavyofanya wengine. Naomba muache, tafakarini sana watoto wangu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 unapokuwa uwezi hata ku, kugusa simu, uwezi hata kwenda sehemu chooni peke yako mpaka mtu akutizame unafanya nini. Sio maisha mazuri. Vurugu hizi, kuna vitu vikiwa vinatokea vya vurugu, unakuwa wewe unajiangalia tu wewe kama wewe kwa vibe zako na miamko yako, lakini kule magereza kuna watu, kwa vurugu tu kutokea, wao tarehe zao za mahakamani zinasimama, upelelezi unashindwa kuendelea ko, yani, vitu vinakuwa vinasimama vitu vingi vinasimama. Kwa mimi nawashukuru tu wa Tanzania kwa kuzungumza lolote zuri kuhusu mimi, namshukuru mama yangu, nashukuru familia yangu, nawashukuru waandishi wa habari, mmekuwepo kwanzia siku ya kwanza, kwanza naenda mahakamani mpaka leo natoka. Mi sina mengi, nahisi nikiongea sana nitachanganya mambo, lakini tu